Waziri wa mambo ya ndani wa Venezuela, Diosdado Cabello, amesema watu mia moja wameuawa katika shambulio la Marekani la Jumamosi mosi lililomwondoa madarakani kiongozi wa nchi hiyo, Nicolas Maduro. Serikali ya taifa hilo haikuwa imetoa idadi ya waliouawa hapo awali, lakini jeshi ilichapisha orodha ya majina 23 ya wanajeshi wake waliokufa. Maafisa wa Venezuela wamesema sehemu kubwa ya kikosi cha ulinzi cha Maduro kiliuawa kikatili, na Cuba imesema wanajeshi na maafisa wake wa kijasusi wapatao 32 waliokuwa nchini Venezuela waliuawa. Mke wa Maduro Silia Flores aliyekamatwa pamoja naye alipata jeraha la kichwa wakati wa uvamizi wa Marekani, na Maduro alipata jeraha kwenye mguu wake. Siku ya Jumanne, rais wa mpito wa Venezuela Tesi Rodriguez alitangaza wiki moja ya maombolezo kwa wanajeshi waliouawa katika uvamizi huo. Nicolas Maduro alichukua madaraka kama rais wa Venezuela Aprili 19, 2013 baada ya kifo cha Rais Hugo Chavez ambaye alifariki dunia kutokana na ugonjwa wa kansa. Kifo cha Chavez kilileta mabadiliko makubwa katika siasa za Venezuela na Maduro ambaye alikuwa makamu wa rais wakati huo alichukua uongozi kama kiongozi wa muda ili kuendeleza urithi wa Chavez. Mimi ni Yusufu Athmani na hii ni The Loyal Media.